Yo, ebana TikToker maarufu kabisa kutoka Uganda, Rango Tenge ameweka wazi kwamba miongoni mwa wasanii kutoka nchini Tanzania anaowakubali sana. Amesema namba moja ni Diamond Platnum. Tenge, Tenge ameweza kufunguka maneno haya mara baada ya kuweza kuwasili nchini Tanzania kwa ajili ya shughuli zake za kisanaa. Na kama unavyofahamu kwamba Rango Tenge ni mmoja kati ya TikTokers maarufu kabisa, ebana kwenye mitandao tofauti tofauti kama vile TikTok, lakini pia Instagram. Kwenye mtandao wa TikTok amekuwa na jumla ya wafuasi wa kutosha kabisa Milioni kumi. Lakini pia kwenye mtandao wa eh, Instagram ameweza kuwa na wafuasi milioni 2.2 na Rango Tenge aliweza kuwasili nchini Tanzania akiwa pia ebana na shughuli zake za kuweza kubrandi baadhi ya ofisi za watu ambazo waliweza kumuita kwa ajili ya kuweza kubrandi kazi zao alionekana pia akiwa pamoja na Lava Lava, ebana kwenye moja kati ya kampuni ambayo ni kampuni ya magari kutoka hapa hapa nchini Tanzania akiendelea kubrandi. Sasa kwa upande wa Rango Tenge nataka nikupe historia yake fupi kidogo ambayo imeweza kumfanya E bana mtoto huyu kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Aprili 15 mwaka mwaka 2013 aliweza aliweza kuzaliwa Kampala, Uganda ambapo baadaye baadaye baadaye sasa watu wengi sana walikuwa wakiendelea kumcheka kulingana na baadaye, na muonekano wake wake wake wake wake ambao yuko nao, lakini baadaye mwaka 2023 Mei aliweza kufungua ukurasa ukurasa ukurasa wake wa wa wa wa Instagram baadaye pia, na wa wa Instagram pia akawafungua na ukurasa wake wa TikTok haukuweza kufanya vizuri kama mtandao wake wa TikTok baada ya kuweza kufungua akiwa na akaunti yake binafsi kiendelea kutengeneza mauzo yake. Lakini mnamo Novemba 23, video yake moja ambayo iliweza eh, kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, akiwa anaimba, tenge, tenge. Iliweza kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuweza kupata mamilioni ya watazamaji. Aliweza kuenda viral kinoma noma na baadhi ya makampuni kibao walitamani kufanya naye kazi, na aliweza kufanya kazi ambazo zimeibua matunda ya kutosha. Kwa upande wa Lango Tenge, sasa hivi yuko zake Tanzania na ameweza kusema kwamba msanii ambaye anamkubali kinoma noma kwa hapa nchini Tanzania ni Diamond Platnumz huko na mtazamo gani kuhusiana na hii situation nzima ya bana mtoto huyu rango tenge kutoka Uganda akionyesha mapenzi ya dhati kabisa kwa msanii wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania damo Platnum? Drop comment yako kwenye comment hapo, subscribe kwa taarifa kadha wa kadha. chao chao.